Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuzi yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Umlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari: Raisi Dr Samia Suluhu Hassan apokea ujumbe wa rais wa jamhuri ya shirikisho la Urusi Vladimir Putin. Idadi ya wasafiri wa mabasi mikoani na nje ya nchi yapungua, huduma ya usafirishaji ikirejea kawaida. Raisi wa Zanzibar Dkt Hussein Mwinyi ameapisha Dkt Mwinyi Talib Haji kuwa mwanasheria mkuu Zanzibar. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Afrika Kusini yasema imepokea taarifa za kukwama vitani raia wake kumi na saba vita ya Urusi na Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja. Tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Urusi, Mheshimiwa Vladimir Putin. Ujumbe huo maalum umewasilishwa kwa Rais Daktari Samia na Mheshimiwa Sajie Kirieko Ikulu cha Chamwino mkoani Dodoma tarehe 6 Novemba 2025. Wakati huduma za usafiri wa mabasi kuelekea mikoani na nje ya nchi ikiwa imerejea kwa siku ya pili sasa, idadi ya wasafiri imetajwa kupungua hadi kufikia abiria elfu 32 na mia tano kwa siku kutoka kiwango cha abiria elfu 42 na, na mia tano hadi elfu 85 kila siku hapo awali. Taarifa hii inasomwa na Goodluck Msola. Akitoa ufafanuzi juu ya hali ya usafiri wa mabasi ya kuelekea mikoani na nje ya Tanzania, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini RATRA Abibu Suru amesema pamoja na hali ya usafiri kurejea kama kawaida, abiria wanapaswa kuzingatia ukataji wa tiketi kwa njia ya kielektroniki ikiwa ni sanjari na uandikaji wa majina sahihi yaliyopo katika vitambulisho ambavyo wanapaswa kutembea navyo ili kuepuka usumbufu. Kimu zetu kwa wastani kwa siku usafiri huu wa mabasi ya kwenda mikoani kwa siku wanaosafiri watu elfu 85, eh kwenye mfumo wetu kupitia mfumo wa hizi tiketi za kielektroniki, baada ya eh, ruksa ya kuendelea na safari kuanza wamepatikana abiria thelathini na mbili elfu ni chini ya nusu ule wastani wetu wa 42,500. Kwa hiyo tunachosisitiza, kwa sababu inawezekana kuna watu walisafiri bila kuwa na tiketi za elektroniki kwa sababu mfumo wa uh, interneti haikuepo. Tunasisitiza sana kwamba kila moja akishe taarifa zake kamili zinaingia kwenye mfumo, inasaidia hata wakati wa dharura kupata huduma na mambo mengine kama haya. Hata hivyo, Suru amewataka wa wananchi wanaotumia magari bajaji na pikipiki ambazo zinasafirisha watu kwa njia ya mtandao kuzingatia sheria inayowataka abiria kutokufuta safari yaani kukansel, pamoja na kuzingatia namba ya chombo cha usafiri iweze kufanana na ile iliyopo katika usajili wa mtandao ili kuepuka kufanyiwa vitendo vya uovu ama vitendo vya kiharifu. Hizi kampuni unakuta wasafirishaji anapokuja uh, yule yule dereva akija kukuchukua anakwambia mara nyingine cancel cancel, maana yake wewe unaji weka kwenye hali hatari kwa sababu hujui atakupeleka wapi, lakini kwa usalama wako, nauli ushajua wa, unalipa unakwenda. Kimoja kwenda kingine, hakikisha unabakia na ile taarifa mpaka mwisho safari yako, na ikiwezekana, bora ulipe kwa kutumia simu yako, ili na kuweka salama zaidi, una unapata risiti yako kwa njia ya mtandao, unafika salama. Hasa kipindi hiki tuhakikishe kwamba tunapoyaita haya magari hakikisha namba ya gari inafanana na ile ambayo umeiona kwenye kwenye simu yako, dereva na jina lake na namba ya simu ni ile. Na pia wakati wa kulipa ile nauli yako, tumia ile ile namba ambayo umeitia ile gari, kwa sababu hizo ndo zimesajiliwa rasmi, gari na picha yake namba pamoja na dereva. Vinginevyo kuna watu wanatumia akaunti za watu wengine, na sio salama sana. Tendo vya kihalifu vinaweza kufanywa na watu kama hawa ambao wanawezekana sio waaminifu. Kwa hiyo tunasisitiza sana kwa ajili ya usalama wenu kila mmoja ahakikishe matumizi sahihi ya tiketi. asante sana good luck msola kwa taarifa hiyo rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. hussein ali mwinyi amemwapisha Dr. mwinyi talib haji kuwa mwanasheria mkuu wa zanzibar taarifa zaidi tuungane naye recho chacha mimi mwinyi talib haji naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu na moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya za zanzibar katika kazi zangu za mwanasheria mkuu wa zanzibar na nitaihami vyema kisheria serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania bila kushawishiwa, hofu, pendeleo au chuki, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika tarehe 6 Novemba 2025 Ikulu mjini Zanzibar. Mwanasheria mkuu Dkt Mwinyi Talib Haji ameteuliwa tena kushika nafasi hiyo baada ya kuitumikia katika awamu iliyopita. Hafla hiyo imehudhuriwa na jaji mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdalla, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu kiongozi Zena Ahmed Saidi, Katibu Mkuu Afisi ya Rais Ikulu, Salehi Juma, Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar, Dr. Muhammed Saidi Dimwa, viongozi wa dini na wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama. Wakati huo wa huo, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Hemedi Suleimani Abdullah kuwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ofisi ya baraza la mapinduzi iliyosainiwa na katibu wa baraza la mapinduzi ambaye pia ni katibu mkuu kiongozi wa Zanzibar, mhandisi Zena Ahmed Said, imesema uteuzi huo umeanza Novemba 6, 2025. Makamu huyo wa pili wa Rais atapishwa Jumamosi, tarehe 8 Novemba 2025 Ikulu Zanzibar. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka wananchi na wafanyabiashara kuendelea na shughuli zao za kawaida, ikiwamo biashara kwa kuwa serikali imeshaimarisha usalama katika maeneo yao, huku pia akiwataka kuwa mstari wa mbele kuafichua watu wanaofanya uvunjifu wa amani pamoja na kutoa taarifa za mapema za viashiria vya uhalifu ikiwamo matukio ya uchomaji wa vituo vya mafuta. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaarifu zaidi. Wito huu umetolewa na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka wakati akizungumza kwenye mkutano wa hadhara ulioratibiwa na mkuu wa mkoa huo uliofanyika katika rimashauri ya mji wa Makambako kufuatia taharuki iliyoibuka hivi karibuni mjini humo kabla ya kudhibitiwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Naomba nitumie nafasi hii kuwatoa hofu watu wa Makambako na kupitia watu wa Makambako niwatoe hofu watu wa mkoa wa Njombe. Fanyeni biashara kama ambavyo tulifanya biashara wakati wote, asante. Ninyi mashahidi, niliwaambia kabla uchaguzi, ingieni kule biashara kufanya biashara yametokea yaliyotokea, baadhi ya watu wakasimamisha biashara zao. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na sisi kwenye mkoa tumeyatekeleza. Biashara zote zimerejea kama kawaida, fanyeni biashara zenu vizuri. Lakini ukimtilia mtu shaka, usilani ameikomboa serikali, sema kuna eh, mtu hapa, kuna mazungumzo tunaona, tunayaona ayanashi Aidha, mkuu huyo wa mkoa wa Njombe amevipongeza vyombo vya ulinzi kwa kudhibiti fujo zilizojitokeza katika mji huo wa kibiashara. Ndani ya mkoa wa Njombe hakuna hisia ambayo sisi tuliipuuza, toka maneno yalipoanza kuzungumzwa mitandaoni, toka maneno yalipoanza kuzungumzwa kwa maandishi, kwa watu kujirekodi, na kwa kila aina ya hisia. Lakini ni vizuri watu wakalifahamu tulikaa wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa Njombe, tukakaa na vyombo vyote vya mkoa huu: jeshi la polisi, usalama wa taifa, jeshi la wananchi, magereza, zimamoto, TAKUKURU. Tukawaambia tunaenda kwenye tukio la uchaguzi, lakini maneno yanazungumzwa mengi. Kazi ya kwanza sisi kama serikali tulinde uhai wa watu wetu.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 Mungu hapendezwi na taifa letu pia linalia. Haijalishi ilipita mitutu, ilipita kitu chochote cha kudhuru watoto wetu, hata walio wadhuru leo wanaona amani hawana. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF limesema linafuatilia kwa karibu na limepokea masikitiko makubwa taarifa za vifo vya watanzania wenzetu, wakiwamo wanahabari na wengine waliojeruhiwa. Taarifa hii inasoma hapa studio, na Recho Chacha akisoma taarifa ya jukwaa hilo. Mwenyekiti wa TEF Deodatus Sibalile amesema siku ya tukio la vurugu za Oktoba 29 TEF ilipokea taarifa za vifo vya vijana na askari polisi, pia baadhi ya wananchi waliwasiliana na wahariri kuomba msaada wa kuulizia walipo ndugu zao. Balile ametumia nafasi hiyo kutoa pole kwa watanzania waliopoteza ndugu jamani na marafiki katika vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, katika kile kilichoanza kama maandamano ya amani, lakini kuishia kwenye uchomaji wa magari, vituo vya mafuta, nyumba, kadhia zingine za kiafya kwa waliopiga kura, na hatimaye mauaji ya raia na askari. Kwa la wahariri Tanzania linafuatilia kwa karibu na limepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za vifo vya watanzania wenzetu wakiwemo wanahabari na wengine waliojeruhiwa. Siku ya tukio tulipokea taarifa za vifo vya vijana na askari polisi. Baadhi ya wananchi waliwasiliana nasi wahariri kuomba msaada wa kuulizia walipo ndugu zao. Jukwaa la Wahariri Tanzania linawakumbuka kwa heshima kubwa wanahabari na watanzania waliouawa katika vurugu hizi, kwani wameacha pengo kubwa katika tasnia ya habari, kazini na familia zao pia. Tunawapa pole wote waliojeruhiwa katika matukio hayo. Jukwaa limesema limerejea utamaduni wa taifa letu wa amani na utulivu na kuakisi yaliyotokea yakazaa maafa haya. Tunafahamu yapo maumivu makubwa kila upande, ila tunaomba sasa Tusimame pamoja kama taifa tuzungumze na kujisahihisha, ili kamwe haya yasitokee tena katika ardhi ya Tanzania. Jukwaa la Wahariri Tanzania linatoa mwito kwa mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha haki inatendeka. Tunaisihi serikali kuanzisha mchakato wa maridhiano haraka, ili kuponya majeraha kwa pande zote. Tunaomba kila upande mchakato huu ukianza uwe tayari kushiriki ili kama nchi tumalize kadhia hii milele. Mwenyezi Mungu awape wa uponyaji wa haraka walioumia, azilaze mahala pema roho za waliopoteza uhai, na tupe nguvu ya kusimama kama nchi, tujisahihishe. Mungu ibariki Tanzania. Imemalizia taarifa hiyo. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Komoro imesema itaendelea kutumia madaktari pamoja na matibabu kutoka nchini Tanzania badala ya kupeleka wagonjwa raia wa Komoro katika mataifa ya Ulaya na Asia kufuatia kuridhishwa na kiwango na ubora wa huduma ya matibabu inayotolewa na Tanzania. Taarifa zaidi tuungane na Goodluck Msola. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara ya siku moja kutembelea taasisi ya matibabu ya Saratani ya Ocean Road, rais wa bunge la Komoro ambaye pia ni kiongozi msaidizi wa rais wa Komoro, Mostadon Abdu amesema uwekezaji na uwezo wa Tanzania unaotolewa katika matibabu ni wa kiwango cha kisasa hivyo wataendelea kutumia fursa hiyo kuweza kuwaleta raia kutoka Komoro kuja kutibiwa nchini Tanzania hasa kutokana na uwezo mkubwa wa madaktari na miundombinu iliyowekezwa nchini Tanzania huku gharama zikiwa ni nafuu ikilinganishwa na mataifa ya Asia na Ulaya ambapo awali walikuwa wakitumia raia wa Komoro kupata matibabu. Aidha, kiongozi huyo msaidizi wa rais wa Komoro ambaye pia ameambatana na ujumbe kutoka Komoro wameweza kuwatembelea na kuwajulia hali wagonjwa wa saratani mboni raia wa Komoro wakiwa wanapatiwa matibabu katika taasisi ya saratani ya Ocean Road na kuwataka wa Tanzania kuendelea kulinda uwekezaji na maendeleo yaliyopo nchini Tanzania kwa kuendelea kudumisha amani. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo ameshukuru nchi ya Komoro kwa kuendelea kuiamini taasisi hiyo na hospitali za kutoka nchini Tanzania katika sekta ya matibabu, ukuwakiainisha kuwa ujio wa kiongozi huyo mkubwa na ujumbe wake wa kutoka nchi ya Komoro utaendelea kuibua fursa za tiba utalii pamoja na kuboresha mahusiano baina ya mataifa hayo mawili inadumisha uhusiano wa kihistoria ambao Tanzania inao na Komoro kwa zaidi ya miaka mia moja iliyopita. Lakini la pili, ina, ina, ina, inatangaza Ocean Road kama kituo cha tiba utalii eh, ambayo hii ni ajenda ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ah, amekuja ameona vifaa tulivyonavyo, ameona teknolojia tulionao, ameona madaktari wetu tulio nao, ameridhika kabisa kwamba vifaa tulivyo navyo ni vizuri na viko katika standard ya kimataifa na amesema wazi kwamba haoni sababu ya Mkomoro kwenda Ulaya kwenda Paris kwa ajili ya kufata matibabu ya saratani wakati taasisi ya saratani ya Ocean Road ipo, wanaweza wakapata matibabu katika njia ambayo nzuri, lakini pia katika bei ambayo ni ndogo sana ukilinganisha na kule na kule, na kule Ulaya bako wanakwenda. Asante sana good luck Msola kwa taarifa hiyo. Tazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya Afrika Kusini yasema imepokea taarifa za kukwama vitani raia wake 17 vita ya Urusi na Ukraine.